Karibu kwenye meza ya watu ambao wamefanikiwa, watu ambao wamejipatia au wanasema wameapatia ye, yeah. Hivo kwenye meza hii tunazungumza na watu ambao wamefanikiwa katika maisha yao, na wakirudi nyumbani, pengine huwa wanaambia mama zao, wanajiambia wao wenyewe binafsi kwamba mama I made it. Na mimi I think I made it kwa sababu hii ilikuwa ni moja kati ya ndoto zangu za kukaa kuzungumza na huyu ambaye niko naye hapa leo kwenye masofa haya. Jina lake kamili anaitwa Ghalib Said Mohamed aka GSM. Ji, habari, unajisikiaje? Unajiskiaje? nimefurahi kukuona so. Wanasema wa, wa, wa kule mtaani tajiri anaba <laughs> <laughs> <laughs> Nataka unaambia kitu ambacho huwa kinakuja mara moja kabisa ni hivi unapomzungumzia, unapo mama ako au unapokumbuka kuhusu mama ako, mama ni mkali, lakini pia anapenda pesanachekmamako <laughs> pesa anapenda vipunga sana. <laughs> kwa hiyo nadhani hicho ni kitu cha mama wote, okay. Yeah. na ukali pia, yeah, lazima kali. Mm. kwa sababu naamini asingekuwa mkali, pengine usingetokea kama hivyo ulivyotokea, sindio? Ni kweli. Kwa maneno yako mwenyewe ningeomba umwelezee mama yako kwa maneno machache tu. Mama ni mtu ambaye uh, anapenda sana ndugu zake, yani when it comes to ndugu, yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya ndugu zake mm. so ni mtu ambaye anajali sana upande wake. alishawahi kuku, kukufundisha au likiona kwake wakati unakua, ambacho mpaka leo unakitumia wewe kama baba, au wewe kama mfanyabiashara biashara, wewe kama rafiki ya yeah, mama yangu alikuwa na, kama nilivyosema awali, alikuwa anapenda sana ndugu zake, alikuwa anajitoa sana kwa ndugu zake, kitu ambacho natamini nimekichukua uh, na nadhamini sana ndugu zangu na wajali na familia yangu pia, na kila mtu ambaye yuko karibu yangu ni mheshimu, mtu mkubwa, mtu mdogo, maskini, tajiri, alikuwa hana tofauti hiyo. So, sio, ni kitu ambacho nimekichukua sana kutoka kwake. Unadhani watoto wako wanasema nini kuhusu wewe? They're very proud of me hundred percent. Hundred percent. Unajua aje? I can feel it, naweza nikaona okay. Kwa watoto wako unadhani we ni mkali wanaweza wakawa wanasema nje kon... is... sio mkali, sio mkali. Ushawai kuchapa? Mm, mara moja moja inatokea. Okay. Mm. Okay, so mkali. Sometime. Lakini sio kama beside ile ngoma nyingine kabisa ah, <laughs> Hakuna usemi wowote au ushauri wote ambao Bisaida alikupa ambao mpaka leo unaishi nao? Ndio gani huyo? Niambie nami tukanisikie. Kuwa karibu na ndugu zako na familia yako, kwa sababu so, pengine kwa status uliokuwa nayo lazima watu wengi watakuwa wanataka kuwa marafiki zako, ndugu zako. Kwa hiyo unajua jinsi ya kuwa, kuwa kataa eh? Uh, ni kitu gani ambacho walikufundisha au walikuweka nacho kiasi kwamba unaamini kwamba leo kimekufanya ki, ki wewe uwe mtu fulani ya, mama ni shupavu sana so, nafikiri hicho ni kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake. Alikuwa sio mtu wa kuburuza bwa, akiweka mguu chini wote mnakubali kabisa. Okay, nadhani mama wengi wako hivyo, labda mama wote wanatoka kwenye uzi mmoja. Inawezekana. Okay, kuna maswali yangu machache hapa, ningependa nikuulize na majibu yake pia ningependa hayo mafupi mafupi ya. Uh, swali so langu la kwanza, unamzungumziaje rais wa Tanzania mama I made it. Swali so langu la pili biashara yako imefanikiwa zaidi kipindi chake mama I made it. We ni mwanachama wa CCM, yanga bingwa. Sasa ningependa tumzungumzie mama mwingine ambaye ndo kiongozi wetu rais wa nchi hii, bahati nzuri ni mwanamke na ni mama, na katika kipindi hiki chake cha uongozi, wewe kama mfanya biashara biashara yako imebadilika vipi? Mama kitu ambacho amefanya, ameifungua nchi sana, ameboresha miundo mbinu na investor wengi wamekuwa wako tayari kujira kuinvest katika nchi kutokana na policy ambazo ameziweka, very friendly kwa investor, so opportunity imezidi kuongezeka. so katika kipindi hiki cha uongozi wa Mama Samia ambacho amekuwa madarakani kama rais ni kitu gani ambacho yeye amekifanya ambacho wewe kinikufurahisha? Moja kwa moja kwa upande wangu kama mfanya biashara na ni logistics, nimba kwenye logistics, kazi kubwa ambayo aliifanya na imenifurahisha ni upande wa bandari. Ameboresha miundombinu baada ya kuingiza DP World na Adani na jua, ilikuwa ni vita kubwa, watu walikuwa hawamwelewi walichotaka kukifanya, lakini kwa sasa hivi bandari yetu imekuwa inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, na mizigo mingi ambayo ilikuwa inapita nchi ya jirani, mfano kama Beira na Durban ambayo kuenda Kongo, sasa hivi imerudi Tanzania. So tuna mizigo mingi sana, bandari yetu inafanya kazi. So sisi kama logistic tunafanya kazi kwa wingi zaidi kwa kiasi kikubwa. E, wewe kama mdhamini wa Yanga umebadilisha gemu nzima ya mpira wa miguu hapa kwa wadogo zetu ambao wanacheza kwa watu ambao wanashiriki katika vitengo tofauti, tofauti. Um, sahizi kuna kitu kama goli la mama, ya? katika mashindano ya kimataifa tim zikicheza ambayo klabu yako ipo, ikicheza, wakifunga goli wanakuwa wanapewa mipunga ile, wewe kama mdhamini ile imekusaidia wee kiasi gani ama umeichukuliaje? Mama ameleta hamasa kubwa katika mchezo wa nchini Tanzania na ukiangalia hata ile goli la mama linawapa hamasa kubwa wachezaji, so najituma zaidi. Na vilevile amekuwa vile akisaidia, sio hivyo tu, vitu vingi, hata ndege kuwapa timu na vitu vingi ambavyo anasaidia. Na sahivi anajenga viwanja vya michezo, na nchi ya Tanzania imezidi kujulikana na imekuwa katika michezo, kutokana na juhudi zake binafsi. So napenda kumpongeza sana katika hilo. Najua umesema vitu vizuri vingi kuhusu mama Samia lakini sasa tufanye mama Samia na sikio lako anakusikiliza, vitu gani ungependa kumwambia, wewe kama kama Ghalib, wewe kama GSM, wewe kama Mtanzania? Ningependa kumshukuru kwa hapa alipotufikisha, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na ameifanya, na nataka nimwombee Mungu uh, afya njema na ashinde katika uchaguzi kwa kishindo, so that amalizie kazi ambayo ameianza. Inshallah, dua zako ziwe za kheri. Amin, Amin. Na cha mwisho nitamwambia mama, Yanga bingwa sio mwaka huu, ndugu yangu sio mwaka huu, taona ni kweli. Ni usemi gani ambao mama ameshai kusema ambao umekukaa kwenye akili yako? Ukinizingua okay, tutazinguana, jambo ambalo hata mi nalitumia kwenye ofisi zangu. Mtu mm. akisema Ujielezewe mwenyewe kama kama bosi, we ni bosi wa aina gani? ni mimi ni mtu ambaye nina take risk, ninajaribu biashara ambayo nikiona inaweza kufanikiwa naingia, tofauti na watu wengi ambao wanaogopa kuingia kwenye biashara. Nimeona una maji, ndio naweza kupata hata maji ndugu yangu bana. Mpendi maji bana, letee maji ama je, watu wotedaana umetupia kijani na njano kama ya Unguja. Asante mwana, mwana. mwana. kushukuru takia kila la kheri. Najua mambo yako mengi, lakini kuna wengi ambao hawajawahi kukupa maua yako, labda sababu leo ndo mara ya kwanza naona hata umekaa mbele ya kamera kushukuru kwa kila kitu ambacho unatufanyia. Kama unifanyia, mimi unawafanyia wengine, lakini na mimi pia unanifanyia ujasiri wako jinsi unaofanya vitu vyako. Mimi ni shabiki yako nakutakia kila la heri, wewe na familia yako. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, na mimi siku moja nikae hapa niseme mama I made it, kama ambavyo umesema, kufanikiwa ni kitu ambacho mtu anaweza akakipata na tunapozaliwa tukiwa kubwa kushapata akili zetu, huwa tunapenda sana kufanikiwa, ili turudi nyumbani kwetu tumwambie mama, I made it. So asante kwa kuangalia and uh, hopefully one day na utakaa useme mama, I made it.